Ibada yoyote ya mtu huwa ikamiliki bila matoleo au bila sadaka. Kwa hiyo ibada yako itakamilika pamoja na matoleo amen. Amen. Unapotoa sadaka, sio tu kwamba ni desturi, sadaka ni sehemu ya ibada. Kwa unapotoa sadaka, maana yake unatengeneza muunganiko wa moja kwa moja wa ibada zako zote mbele za Mungu. Lakini jambo lingine la muhimu kujua kwa baadhi ya sadaka ni kwamba sisi tuliokoka hatuendaji kutafuta ulinzi wa kichawi. Amen. Amen. Hatuendaji kwa waganga kuweka kinga, kuvaa mailizi, kufanya uchawi. Hatuendaji katika hayo. Lakini Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa tano inasema nani? Unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya nini? Ya imani. Kwa hiyo hii njia ya imani na kulindaji. njia ya imani ni pamoja na matoleo ya sadaka, na ndio mambo mengi ya watu yanaharibika, kwa sababu wengi hawajali kwa habari ya sadaka, na wengi wanapotoa sadaka wanawaza sana kwa habari ya mchungaji anakula. Wengi huo ukiwaambia kwa mali ya sadaka, wanawaza tunampa mtu. Nataka leo nikusaidie mifano kadhaa katika Biblia. Unajua Ibrahimu ni nani? Ibrahimu anaitwa baba wa imani sana, baba wa imani. Siku moja Ibrahimu aka- akaitwa vitani kule Sodoma, ndugu yake Lutu amechukuliwa mateka, yamekuja mataifa kumi yakaivamia Sodoma na Gomora, wakawapiga wakachukua mali zote za Sodoma na za Gomora, na watu wote wakamchukua na Lutu wakaondoka naye kini. Mtu mmoja akampa Ibrahimu taarifa, una habari Sodoma imevamiwa, imepigwa na wamechukuliwa mateka, na ndugu yako Lutu amechukuliwa Biblia inasema Ibrahimu alikuwa na vijana mia tatu, aliwafundisha nyumbani kwake, sio jeshi. vijana mia tatu akawapa silaha, akamwambia twendeni tukamkomboe ndugu yangu mtu. Wale watu wakaenda vitani, wale vijana. Kwa nini Mungu alikuwa upande wa Ibrahimu? Mungu alichomwahidi Ibrahimu kwamba nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anaenda vitani Mungu wa Ibrahimu alikuwa pamoja naye. Akampigania vita ile akashinda. Akawapiga wafalme kumi mataifa kumi kwa vijana mia tatu wasio taifa. Kwa watu mia tatu wasio na maarifa ya kivita ya kijeshi, lakini mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Mungu ameenda pamoja nao. Kwa nini Mungu alizikumbuka sadaka za Ibrahimu alizokuwa anamtolea? Amen, amen. Ibrahimu alikuwa na desturi ya kumtolea Mungu sadaka, sadaka, sadaka, sadaka. Utaona kila baada ya maombi ya Ibrahimu alimtolea Mungu sadaka, kila baada ya maombi, awe nyumbani au kwenye eneo lake la madhabahu, kila mahali eh, alimtolea Mungu sadaka. Kwa kwa mifano, wakati anaomba Mungu ampe mtoto, alikuwa nyumbani kwake usiku amelala, akaota ndoto. Kwenye ndoto ile akamwomba Mungu alipoamka akafata maelekezo Mungu aliyompa katika ndoto, akachinja sadaka akalinda mpaka jioni, akateketeza sadaka ile, lakini ilikuwa nyumbani kwake. Sadaka ya pili Ibrahim alimtolea Mungu mlimani. Zamani Israeli walikuwa na mlima wa Mungu. Mlima wa Mungu ulikuwa unaitwa mlima mtakatifu, watu walienda kuabudu kule. Mlima huo ndio ule ule ambao yule mwanamke Msamaria alimwonyesha Yesu kwamba sisi tunaabudu kwenye mlima ule ambao baba Ibrahimu ndiye alianzisha ibada pale, wakajenga madhabahu juu ya mlima huo. Kama unanielewa sema Amen. Sasa siku zile Isaka amezaliwa amefikisha miaka kumi na mbili hivi, Mungu akamwambia, nitolee mwanao, kama mfano wa kuonyesha moyo wa upendo usiozuilika kumtolea Mungu kwa sababu yoyote ile Akamwambia Ibrahimu, anipenda? Akasema, Mungu nakupenda. Nitolee mwanao Isaka. Ibrahimu akubishana na Mungu, akamchukua Isaka akamwambia mwanaye, mwanangu, twende mlimani tukafanya ibada. Lakini cha ajabu, Isaka akashangaa, akafungiwa kuni kichwani na kisu mkononi, lakini haoni mwana kondoo. Akamuuliza, akamuuliza baba yake, baba, baba yangu, tunaenda kufanya ibada ya sadaka mbona tuna kuni, tuna kisu lakini mbona hatuna mwanakondoo? Baba yake anajua kabisa mwanakondoo ni wewe, naenda kukutoa wewe, ila hajamwambia. Akamjibu hivi, katika mlima wa Bwana itapatikana. itapatikana nini? Sadaka. Lakini hajajua itapatikana. Ibrahimu anaenda kwa imani, wakafika mlimani. Mungu ametulia, aka akatengeneza madhabahu. Mungu ametulia akatandika kuni juu ya madhabahu madhabahu ya mawe, Mungu ametulia. Akamvamia Isaka akamshika, akamfunga mikono, akamfunga miguu, akamlaza ia madhabahu. Wewe unajua kama Isaka alilia vipi, Biblia haionyeshi, lakini Biblia inasema alimkamata Isaka akamfunga mikono na miguu yake, akamlaza juu ya zile kuni, akachukua kisu wakati atakaja kumchinja. Mungu akamwambia Ibrahimu, malaika wa Bwana akamwita kutokea pembeni ya madhabahu. Hii inamaanisha pembeni ya madhabahu ya Mungu huwa hukosi malaika, malaika wa madhabahu. Hata hapa malaika wa madhabahu yupo. Amen, amen. Kwa hiyo akamwambia, usimnyoshe kijana wako mkono, maanake usimchinje. Angalia kwenye chaka kile, kuna sadaka kwa ajili ya Bwana. Akamwona Bwana kondoo ebelu dume limenaswa kwenye pembe zake kwenye vichaka, akachukua akamtolea Bwana nini sadaka. Amen, amen. Kwa hiyo inaonyesha Ibrahimu alitoa sadaka nyumbani, akatoa sadaka kanisani, na mojawapo ya jambo ambalo litazuia wengi kwenda mbinguni ni eneo la sadaka. Labda nikwambie ukweli mmoja watu wengi wanadhani akijilinda na dhambi, hazini, hanywi pombe, havuti bangi, hakumbali na watu, akajua ataenda mbinguni. Mungu amesema mambo yafuatayo. Kuitimiza haki yote, Yesu alitoka mbinguni akiwa mtakatifu sana, lakini akaja duniani amezaliwa akiwa mtakatifu, kiumbe ambacho hakina, hakina dhambi ya asili. Kwa sababu Yesu aliyezaliwa na mama bila baba, kwa hiyo yai la Yesu halikuwa na muunganiko wa damu ya kibinadamu. Mama iyo alitumika kama kabati tu, hata damu yake haikuruhusika kumuumba Yesu. Maana yake ni uwezo wa Mungu uliingia ndani ya Mariamu ukamfunika mtoto, akaanza kuumbika mtoto, mwenye asili ya kiungu. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, kama desturi ya Wayahudi ilivyo, alilazimika akabatizwe. Yohana alikuwa ni mwanadamu aliyetumwa kutokea kwa Mungu, hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alipomwona Yesu akamtambua ni mwana wa Mungu, akasema, mimi natazamia nibatizwe na wewe, na wewe unakuja kwangu. Yesu akamjibu, imetupasa hivyo kuitimiza haki yote. Kwa hiyo, kumbe kwenye ulimwengu huu kuna kipengele cha kimungu cha kuitimiza haki yote, hata kama wungu alikuwa unajua kuliko malaika wanavyojua kama hujaitimiza haki yote mbingu utaiona. Yesu alijua kutokuitimiza haki yote isije kama kikwazo cha yeye kuingia mbinguni. Na kuletea mfano wa pili, mfano wa Musa. Musa alikuwa mwanadamu mpole kuliko wanadamu wote, Mungu anampenda mpaka anamuita rafiki yangu. Lakini siku moja hasira tu ilimponza, hasira tu, hasira tu Sio kama alikataa kufanya ambacho Mungu alimwelekeza. Mungu alimwambia watokezeshe maji kwenye mwamba, piga mwamba mara moja, maji yatatoka. Kwa namna ambavyo watu wameshamkea na Musa wameshamuudhi Musa wameshamkasirisha, akawaambia kwa sauti ya ukali akiwa amekasirika akasema, mwenye shingo ngumu moja niwatokezeshe maji, akapiga mwamba mara mbili, pa pa, kile Mungu amemwambia apige mara moja maagizo ya Mungu hayaongezwi na ufahamu wa mwanadamu. Narudia tena hapo, maagizo ya Mungu hayawezi kuongezwa na mtu, ama kwa sababu ana akili nyingi, ama amesoma sana, ama ana hela nyingi, ama ni daktari, ama ni profesa. Mungu aliishaonya usiyaongeze maneno yake wala usiyapunguze. Akikwambia kaka, usiseme nimekaa kwa kuchuchumaa kwa sababu nikikaa hivi Mungu naumia mgongo maelekezo ma, ya Mungu hayaongezwi na akili ya mwanadamu. Musa kwa namna hiyo tu Mungu akumjibu chochote baadaye. Watu wakanywa maji, wakanywa maji, wakafurahi, safari ikaendelea, lakini ishu ikabaki kwa Musa. si Mungu alikwambia piga mara moja, mbona ule basi? Ukuitii sauti ya Bwana imeenda mbeleni huko, wanaona jamani ya yaliko ile pale sasa tunatakiwa tukaipige. Musa mwenyewe aliona ile ngome, na ndiye Musa aliyetuma pelezi kwenda. Ni Musa ndiye aliyetuma pelezi, ameshaona mji wanaotakiwa kuingia. Wapelezi wameenda wameleta habari kwamba tuna ile nchi ni njema, na watu waliomo ndani yake, wameshaleta habari kwa Musa. Na Musa ndiye alipigana vita ya mwisho ya maduu mpaka anachoka kwa sababu ya uzee, wanamshika mkono, wanashinda vita. Alipomaliza ile vita, Mungu akamwambia, basi uliowapigania wameshinda, ila kwa kuwa wewe ukuitii sauti yangu hautaingia, panda mlimani ufe. Kwa nini hukuniheshimu mbele ya watu kwa habari ya maji yameliba, kwa habari ya maji pale mabwani, hukuniheshimu mbele ya watu, bali ukaisikiliza sauti yao, na ukatenda kwa kiburi, ukafanya hasira mbele ya watu, waone kiongozi amekasirika panda ufe, panda ufe. Musa akana na kujitetea, akapanda, akajua ni kufa tu basi, kwamba sijue imeshounganishwa mpaka kwenye ulimwengu wa giza. Alipopanda ili afe, akafa, ila anaondoka ndani ya mwili tu. Mashetani hao hapo, malaika Mungu amefika kuchukua roho yake, na mashetani wale watu wa roho wameshafika, walipofika wanaingania roho ya Musa, mali yetu hii. Malaiko anasema hapana, hii ni mali yetu. Wasema hapana, huyu hajawahi kutumikia. Hajawahi kutumikia nini? Wakasema alitumikia siku moja, alipokasirika sana. Mungu alimwambia piga mwamba mara moja, yeye akapiga mara mbili kwa hasira. Ni mali yetu, haendi mbinguni. Wakapigana pale mpaka malaika wakakumbushwa kwamba mkemeni shetani kwa jina la Yesu, ndipo akasema Bwana akukemei Ndipo wale mashetani wakapigwa ladu, wale malaika wakaenyakuwa roho ya Musa wakakimbia naye. Lakini na bila hivyo, Musa alikuwa amepoteza, pamoja na kusafiri jangwani kwa miaka arobaini, pamoja na kuvuka bahari ya Shamu, pamoja na kuvuka mto Jordan na watu, pamoja na mambo mengine yote, pamoja na kwenda kwa Farao kwa ishara miujiza na mapigo kumi lakini dhambi kidogo ya asila ilimfanya atake kuishia pale pale kabisa kwa miaka yote aliyofanya ibada ya miaka 40. Sembuse wewe, sembuse wewe hujawahi Ujia, hata kutoa mapigo kumi kwa mtu. Sembuse wewe hujawahi kusafiri jangwani miaka 40. Sembuse wewe hujawahi kufuka maji ya shama. Sembuse wewe hujawahi kuongea na Mungu akakuonyesha hata kisogo chake. Musa alikuwa ameonyeshwa hadi kisogo cha Mungu. Musa aliwahi kuitwa na Mungu rafiki yangu. Mimi nawea kilihata kuita rafiki wa Mungu. Tunaitwa tu wana wa Mungu kwa kufanyika watoto wa Mungu kwa kuliamini jina la Yesu, hatile hata tumwone Mungu kama Musa, lakini alitakukataliwa. Kwa hiyo kwenye mambo tunayodhani ni madogo madogo, amen, amen, yale mambo tunayodhani ni madogo madogo yale mambo tunayodhani kwamba hayana na maana sana, sio lazima nitoe sadaka, sio lazima nitoe zaka. Kwani nikishatoa sadaka kuna haja gani ya kutoa zaka? Kwani zaka na sadaka zina tofauti gani? Mungu alishaoja kwenye kitabu cha Malaki, anasema mnanibia zaka na dhabihu. Dhabihu ndio sadaka, mnanibia zaka na dhabihu. Kwa Tafasili nyepesi ya mtu anayeabudu bila kutoa sadaka ni mwizi. Tafasili nyepesi ya mtu anayeabudu bila kutoa zaka ni mwizi, hata kama sadaka anatoa. Nisomee Malaki sura ya tatu. Usije ukapoteza muda kwa Mungu, unamtumikia, alafu siku unakufa, unaenda giza, unashangaa, unajiuliza, mbona sielewi, kuna mambo kufanya sawa sawa. Somee Malaki tatu. Mstari wa ngapi kwanza wa ngapi? Kwa saba. Amen. Naomba kutumie Michael. Saba inaandikwa. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande. Hmm. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande. Upande. Mkayaacha maagizo yangu wala hamkuyashika mimi. Irudieni mimi nami nitawarudia ninyi, ma asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani eh? Mwanadamu atamwibia Mungu? Mungu lakini ninyi mmeniibia mimi, lakini ninyi mimi mwasema tumekuibia, mwasema kwa namna gani Sikiliza maneno hayo, siyo yangu mimi Jowele. Mungu anasema kwenye Biblia, mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Kwa hiyo yote, asiyetoa sadaka na zaka na laana. Maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Kama, kama sita wafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, baraka hata isiwepo nafasi, nafasi ya kutosha. Au la nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati, wakati wake katika mashamba, wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Amina, haleluya. Hapo kuna neno langu lipo halipo ila kwa sababu ya unafiki wa watu wengi, lazima maijao, kwa sababu ya unafiki wa watumishi wengi wanaojifanya kujua wa neno la Mungu, siku hizi wengine wataambia usitoe sadaka, alikuwa ni Musa aliagizwa hivyo, usitoe zaka, alikuwa sijui nani, waliagizwa ni wana wa Israeli. Neno la Mungu ni injili kwa watu wote, halibagui miaudi Ingalikuwa waliagiza zaka kwa mataifa yo, kwa mataifa yale ya wana wa Israeli, kwa nini leo kuna baadhi ya imani hawali kama Mungu, hawali Mungu, hawali pata? Ikiwa Mungu aliagiza hayo kwa, kwa Wayahudi peke yake na watu wa zamani, kwa nini kuna imani mpaka leo ukiipa utakiwa ukatwe mkono kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki hayo kwa hiyo watu wa Mungu wengi leo wamedanganywa na wakadanganyika kusoni kwenye mitandao. Wanaibuka wajinga wengi, waongo wengi, waharibifu wengi, wanaanza kuongea, unajua mimi ni msomi wa Biblia, ni dokta, dokta neno la Mungu, ni dokta mpumbavu tu asiyejua chochote. Amen, amen.